Hakuna kipindi ambacho dabi ya Kariakoo haisubiriwi kwa hamu. Hakuna kipindi ambacho dabi ya Kariakoo huwa haivumi katika masikio na vichwa vya habari vya mitandao ya kijamii. Na hii ni dabi nyingine ya Kariakoo. Hii ni mechi ya watani wa jadi, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kwa mara nyingine tena unashuhudia burudani ya miamba miwili ya soka la Tanzania, Yanga dhidi ya Simba katika ligi kuu ya NBC. Mimi ni Al Ramadhan Ngoda utakuwa nami katika dakika tisini za dabi ya Kariakoo, kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, kujua ni nani ataondoka na nini katika dakika tisini za mchezo huu. Hii ah, ni uh, itakuwa ni dabi ya nne. Inshallah, itakuwa ni dabi ya nne, kwa sababu kabla hapa tayari nimesha uh, tangaza dabi tatu na katika dabi tatu ambazo nimetangaza uh, dabi moja tu ndio ilikuwa ya ligi uh, dabi moja ambayo ilikuwa ya ligi na na ilimalizika bila bila. Dabi moja ilikuwa ni fainali ya ngao ya Jamii. Uh, kama unakumbuka fainali ambayo ilichezwa Tanga katika uwanja wa Mkwakwani, uh, wakaingia wawili hawa kwenye fainali, na ni fainali ambayo ilikwenda ikamalizika kwenye mikwaju ya penati. Ni finali ambayo ilimtambulisha sana Ali Salim. Alicheza mikwaju ya penalty mitatu na ilikuwa ni miongoni mwa fainali ambazo, miongoni mwa wachezaji ambao walikosa mikwaju ya penalty, nakumbuka eh, alikuwa ni Jeshi. Nikisema eh, Jeshi, uh, unamfahamu mlinzi wa kulia wa Young Africans uh, moja kati ya walinzi ambao walikuja na uh, kuja kwao uh, kukaja kukaleta matumaini makubwa sana kwa mashabiki wa wa Young, Afran Young Africans. Kwa hiyo uh, Yao Kwasi alikosa mkwaju wa penalti nakumbuka, kama siku sasa, pia Ali Dauchu alikosa mkwaju wa penalti na ni mechi ambayo ilikuwa very intense, yani ilikuwa ni mechi yenye intensity kubwa sana, japo haikumalizika kwa goli lolote kufungwa kwenye dakika 90. Na dabi nyingine e, dabi yangu of course, hii ndio ilikuwa dabi yangu ya kwanza kutangaza, ilikuwa ni dabi ya fainali ya Kombe la Mapinduzi e, kwa wale ambao wanaikumbuka dabi ambayo pia ilimalizika bila bila na ikaenda ikamalizika kwenye mikwaju ya penalti Young Africans wakashinda. Kwa hiyo katika dabi ambazo nimetangaza, dabi moja haikutoa mshindi kwa sababu ilikuwa ni mechi ya ligi e, na ilimalizika kwa suluhu. Dabi moja iliisha kwa mkwaju wa penalty, Simba akashinda na dabi nyingine ambayo ya Kombe la Mapinduzi ilimalizika kwa mkwaju wa ya penalty, Young Africans wakashinda. Kwa hizo ilikuwa ni dabi tatu ambazo nilitangaza kabla hii ambayo inshallah itakwenda kuwa ni dabi ya nne katika historia yangu ya kutangaza soka tangu na 2018. Uh, linapokuja swala la maandalizi uh, nafikiri kila upande ama kila eneo kuna utofauti wa, wa jinsi ya kuiandaa hii mechi, kama ambavyo huwa ni tofauti hata kwa Simba na Yanga wenyewe pia kuandaa mechi, yani Simba anapokuwa anajiandaa na mechi dhidi ya Kagera au dhidi ya Dodoma Jiji, au Yanga anapokuwa anajiandaa na mechi dhidi ya Tanzania Prisons au dhidi ya Namungo au anajiandaa na mechi dhidi ya Coast Union, ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo watajiandaa na mechi dhidi e yao wenyewe kwa maana ya mechi ya Simba na Yanga. Kwa technical bench maandalizi yake yanakuwa tofauti kabisa. Uh, upande wa management, upande sijui wa uh, uh, mashabiki, yaani kila upande, kila eneo, kila mtu anakuwa anajiandaa tofauti kabisa na, na hii mechi. Kuna wale watu ambao pia huwa hawapendi kwenda uwanjani na jezi, wanapenda kwenda na mitoko ya kawaida. Ile namna ambavyo pia wanatoka kwenda uwanjani pia inakuwa ni ni tofauti. So hii e, ina apply hata pia e, kwangu mimi kama mtangazaji, huwa jinsi ninavyojiandaa kutangaza mechi ya dabi huwa ni quite different na jinsi ambavyo huwa najiandaa kutangaza mechi za kawaida. Hakuna mechi ambayo naipa uzito mdogo, lakini linapokuja swala la dabi, dabi ni mechi kubwa sana na kuna dabi nyingi of course. Kuna dabi nyingi mno. Kuna dabi wanacheza Prisons na Mbeya City. Kuna dabi wanacheza, e, watu wa timu za kaskazini, lakini inapokuja swala la dabi ya Kariakoo, mechi ya Yanga na Simba ama Simba na Yanga huwa ni mechi tofauti na hata maandalizi yake lazima yawe tofauti. Anakuwa tofauti kwanza kwenye muda wa kujiandaa. E, huwa anakuwa na muda mrefu kidogo wa kujiandaa na hata taratibu ofisi pia. Yani, kuna mechi ambazo kwambia bwana, siku mbili kabla nenda katangaza mechi fulani. Siku mbili kabla nenda katangaza mechi fulani. Lakini hii ni mechi ambayo kutokana na ukubwa wake na hata ofisi inajua ni mechi kubwa. Unakuwa unapewa taarifa mapema na unapewa muda mwingi wa kujiandaa. Kwa hiyo kunakuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinakulazimu kujiandaa mapema lakini pia uh, hata uh, namna ya kuitangaza mechi yenyewe pia kwa sababu ni mechi ambayo of course, ni historical. Kwa hiyo lazima lazima ni eh, mechi inapokwenda kuchezwa ikimalizika, kwa kuna kitu ambacho kinabaki kinaishi eh, kwa kuna kitu kinaishi. So kuna kujiandaa kwa namna hiyo, lazima ukae watafute kina Gharibu Mzinga, waulize bwana, hebu tuambie bwana huyu uh, uh, Kibisawala amecheza hizi dabi zilizopita, amecheza mechi ngapi na ni zake zikoje? Unajua kila kila kila kila eneo lina watu wake. Kwa hiyo kuna kutafuta consultation kwa watu, unatafuta wakongo kidogo, unatafuta eh, watu ambao wanajua mpira wa Afrika kwa sababu unajua sasa hivi mpira wa Tanzania ni, ni mpira ambao una watu wengi sana kutoka maeneo mengi sana. Watu wanatoka ukanda wa wafu huko, wafu B, watu wanatoka kusafa. Kwa hiyo lazima kidogo eh, utafute eh, madini ya hizi kanda na hizi mechi zinavyokuwa na hawa wachezaji kwa eh, sababu sasa hivi eh, eh, imagine timu kama E, mfano Simba e, ina wachezaji kutoka kwa maeneo mengi sana kutoka Ivory Coast na wachezaji kutoka Burkina Faso kutoka huku e, kwa maana ya Afrika ya Kati na kwingineko. Kwa hiyo ni lazima hawa watu uweze e, kujua story zao, story behind hawa watu, na kwa Young Africans pia kuna watu wanatoka e, Mali, kuna watu wanatoka Ivory Coast na kwingineko. Kwa hiyo lazima upate story zao, ili mechi isiwe ni ya kutaja majina e, yaani, commentary yani ni zaidi ya kutaja majina ya wachezaji ambao wanagusa mpira. Kwa hiyo lazima, kwa kuna story behind hawa wachezaji. hivi vyote vinatengeneza utofauti wa kujiandaa napojiandaa na mechi nyingine na napojiandaa na mechi inayohusu watani wa jadi kwa maana ya Yanga na Simba. Uh, vingi navifurahia, vingi navipenda kwenye linapokuja swala la, la kutangaza dabi, lakini uh, pengine kitu ambacho uh, naweza nikasema Unfortunately, Uh, si kitu ambacho uh, kina mimi binafsi nakipenda, lakini ndio kimetokea katika dabi zote nilizowahi kutangaza ni mechi ya dabi kumalizika bila goli yani, mechi ya dabi kumalizika bila goli lolote kufungwa yani, ni miongoni mwa vitu ambavyo of course, kupangi na niseme ni, ni, ni tu kwamba unapokuwa unapokuwa mtangazaji of course wanasema, uh, goli ndio moment kubwa kwenye mechi, lakini kama mtangazaji, unatakiwa kuhakikisha kwamba mechi yako inakuwa nzuri, tamu, watu wanaenjoi hata kama hakutafungwa goli lolote, lakini it becomes more different kama hiyo mechi itachezwa pamoja na uzuri ulioweka na ubunifu na nini, lakini kukawa kuna, kuna, kuna, kuna magoli ndani yake. Yani ipo raha ya kutangaza mechi ambayo ina magoli ina magoli ndani yake. Kwa hiyo uh, kama kuna kitu ambacho pengine uh, sikipangi kutokea kwake, lakini kinapotokea uh, huwa sipendi dabi kumalizika kumalizika bila magoli ya yeah, kwa hiyo hicho ni kitu ambacho uh, sikipendi, lakini uh, kama kuna kitu kingine ambacho Uh, naweza sema si kipendi ni matukio ya yale ambayo unasema ni sio ya kimichezo, yani yale matukio ambayo sio ya kimpira, yani kwenda katika mechi kwa, kuna muda hata mtangazaji, kwa sababu unajua tuna, tuna dhima kubwa sana ya kubrandi mpira wetu ya kufanya mpira wetu uwe na nakshi, upendeze, una, u, yani image nzuri ya mpira wetu sasa inapotokea matukio ambayo sio ya kimpira ndani, wewe kama commentator unakuwa kwenye wakati mgumu sana, yani u commentate vipi jambo hili, na sometimes ni jambo la aibu, yani jambo ambalo kiukweli, yani hata mwenyewe kama ungekuwa mwenye ni shabiki tu wa mpira usinge penda kulisikia ama kuliona. Sasa ndio linatokea uwanjani na wewe unatakiwa uwe commentator, uwe commentator na u commentate kile kile kitu, kwa hiyo huwa ni wakati mgumu sana huu. Unakuaga uh, una kwenye kwenye kwenye mechi eh, kubwa kama hizi, kwa hiyo uh, majority ya vitu vingi ni vya kupendeza lakini vichache eh, kama hivyo, kwa namna mmoja au nyingine naeza nikasema ndio sivipendi. Mimi si simuumini yani, na siwezi sidhani kama kuna siku itakuja kutokea nikaamini kwamba eh, mtu fulani akitangaza mechi fulani anakuwa na bahati na timu fulani, ama mtu fulani akitangaza mechi fulani huwa mara nyingi hana bahati na, eh, na, na na timu hiyo. Mimi si muumini wa hivyo, lakini pia eh, nitakuwa Uh, wa mwisho kuamini kwamba hakuna wanaoamini hivi, watu kama hao watakuwepo. Kuna watu ambao wanaamini tu kwamba uh, jua likiwaka uh, na uh, mvua ikanyesha muda huo huo kuna simba anakufa huko. Eh, sijui yaani, sijui kuna vitu gani vikitokea, sijui vitu gani huko, sijui simba anazaa, kwa hiyo yani hizo ni ni, ni, beliefs, yani, ni ni imani ambazo zipo na hazijaanza leo. Hizo tunazisema kwenye mpira lakini huko kwenye E, zama na zama huko zilipita, watu kuna vitu vyao walikuwa wanaamini kwamba wana kikitokea hiki kikitokea hiki, ah, ukiona sijui mpaka sijui kumekuwa hivi, kitu fulani kinakuja kutokea. Kuna mwingine kwamba kuna jicho la kulia linacheza, sijui sijui kutatokea sijui mzipo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo ni, ni ya kiimani imani. Sasa vibaya eh, ni kwamba tumevyamishia kwenye mpira, na mimi kiukweli, sio tu kwamba e, eh, siamini kwenye hilo, lakini pia nachukia hizo imani, yaani ni miongoni mwa watu ambao sipendi yaani hii imani na hasa kwa mashabiki wa mpira wetu, na ni kitu ambacho hakina uhusiano wowote yani. Hakuna namna ambavyo eti mtangazaji atakuja kuwa na impact kwenye timu fulani kupata matokeo chanya, haipo yani haipo na haiwezekani. Unajua, unaweza kukaa ukasema pengine labda refa mwamuzi fulani akichezesha sawa, huyu mwamuzi bwana atakuwa na mahaba na timu fulani, ndio maana kila akichezesha timu yetu lazima ipoteze mechi angalau kidogo unaweza kusema kuna, kuna impact ya moja kwa moja ya mtu fulani kuhusika na matokeo ya uwanjani, lakini mtangazaji maskini ya Mungu, mimi nimekaa zangu huku, Ngoda au kazi yake Mzinga pale, anatangaza, mechi inaisha, timu fulani imefungwa, yeye kazi yake katangaza tu magoli aliofungwa, unakuja uko, unatoka unamwaga povu, unajua bwana, mtu fulani akitangaza, mtu fulani akitangaza hivyo, vitu ndugu zangu ni havipo yani, wala hakuna uhusiano wowote wa mtangazaji wa mechi na matokeo sasa tutafika mbali basi, kwamba unajua bwana, hata kwenye kamera pale akienda akikaa mpazi yani, huwa sisi mara nyingi hatufungi, kana kwamba mpazi ndo anazuia goli, au au Ngoda akitangaza mechi fulani, au Mzinga akitangaza mechi fulani, unafikiri yeye tunakwenda na kaa pale golini hivyo, kwamba hapa mpitishi mpira, yani havina uhusiano. Kwa hiyo ifike mahala mpira uheshimiwe, ifike mahala e, uh, yani imani potofu hizi za ajabu ajabu zikae mbali na mpira wetu, uhusiano huo haupo. Na mimi kiukweli niseme tu wazi Nachukia na hizi e, imani za kwamba mtangazaji fulani au mtu fulani akitangaza mechi fulani tunabahati naye mtangazaji ah, kiukweli tuziache ya. yeah, ni, ni mechi ambayo eh, kiukweli ina nafasi kubwa sana ya kuamua eh, hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu, kwa sababu ni timu ambazo eh, zinafukuzana kwa karibu sana ukiacha kiporo ambacho anacho eh, Simba lakini gap la point lenyewe linajieleza kwamba how close the race is. Kwa hiyo eh, ni, ni mbio ambazo kiukweli ni very tough na zinatokea momenti chache sana ambazo Simba na Yanga wanakutana katika mechi ya ligi kwenye kipindi ambacho eh, wanatofautiana alama chache, lakini pia mechi zinakwenda kusalia chache eh, kwa sababu unazungumzia eh, mechi saba mpaka nane eh, kwa hizi timu mbili kumaliza ligi so kwenye mechi saba ni maximum points ni 21. Kwenye mechi nane maximum point ni 24. Ni points nyingi of course. Lakini moja kati ya mechi ambazo hata hizi timu wakati zinakwenda kufanya assessment ya msimu wakipiga mahesabu ya point collections wanajua kabisa kwamba kama kuna sehemu ambazo natakiwa niende nikapambane nipate alama ni dhidi ya opponent ambaye na ni title contender mwenzangu yule ambaye nawania naye ubingwa, mechi ambayo Simba anakutana na Azam, anafahamu kabisa kwamba hii ni mechi ambayo ni decisive kwenye ubingwa mechi ambayo Yanga anakena kucheza na Azam anajua kabisa kwamba hii ni mechi decisive kwenye ubingwa, na particularly mechi ambayo wanakwenda kucheza Simba na Yanga wanajua kabisa kwamba hii ni mechi ambayo inakwenda kuamua kitu kikubwa sana katika katika mechi, na hapa ndipo unapokuja utamu wa hii derby ya Kariakoo aa, ya msimu huu, kwa maana hii mechi ya pili ya ligi kwa hizo timu mbili. So ni mechi ambayo kusema kweli ni muhimu kwa kila timu na ni mechi ambayo inaweza ikaenda ikafanya uamuzi wa nani anakwenda kuwa bingwa msimu huu whatever the results. Yani, ikatokea ya sare, ikatokea ya Yanga kashinda, ikatokea ya Simba kashinda, lazima tu kutakuwa kuna impact ya matokeo ya hii mechi katika title race msimu uh, huu with all due respect kwa wachezaji wote ambao timu hizi mbili eh, wanao eh, tunafahamu kuna quality players, yani wachezaji ambao ya wamesajiliwa ni very quality players, na wana uwezo wa kuamua mechi muda wowote ule lakini, uh, so far kwa kuangalia uh, jinsi ambavyo uh, Yanga wamecheza msimu huu uh, kama kuna mchezaji ambaye naamini hata Simba wanakuwa uh, wanaangalia namna gani ya kujichunga dhidi yake ni Paco Mzuzwa, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya kitu chochote wakati wowote katika eneo lolote la uwanja. Kwangu mimi ndio the most dangerous player. When it comes kwenye kutengeneza nafasi za kufunga magoli na hata kufunga mwenyewe Pako Mzuzwa kwangu mimi naamini kabisa kwamba ni mchezaji ambaye kama Simba wanatakiwa kuwa salama, basi wajichunge dhidi yake. Na kwa upande wa e, Simba e, mbali na wachezaji wengi wazuri waliokuwa nao, naamini kabisa kama e, kuna mtu anatakiwa kumwangalia na kumchunga, yaani kumwekea mikakati ya kumchunga asiwadhuru ni ja, inshallah. Eh, ni mchezaji ambaye eh, anaweza kana vitu vingi sana uwanjani, lakini kuna moment ambazo ana, ani, anaweza akafanya na mechi akaimalizia hapo au pengine kuleta unafuu kwa timu kama tayari timu pengine imesha imeshatanguliwa. So eh, kwa kwangu mimi hawa ni wachezaji wawili ambao eh, kila timu ikitaka kuwa salama lazima ijichunge eh, dhidi yao. Pako mzuza kwa upande wa Young Africans, lakini kwa upande wa Simba Inshallah huwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatakiwa kuangaliwa kwa jicho la tatu katika dabi ya Kariakoo. Hakuna kipindi ambacho dabi ya Kariakoo haisubiriwi kwa hamu. Hakuna kipindi ambacho dabi ya Kariakoo huwa haivumi katika masikio na vichwa vya habari vya mitandao ya kijamii. Na hii ni dabi nyingine ya Kariakoo, hii ni mechi ya watani wa jadi, uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, kwa mara nyingine tena unashuhudia burudani ya miamba miwili ya soka la Tanzania Yanga dhidi ya Simba katika ligi kuu ya NBC. Mimi ni Al Watson Ramadhan Ngoda, utakuwa nami katika dakika tisini za dabi ya Kariakoo, kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, kujua ni nani ataondoka na nini katika dakika tisini za mchezo huu.